Saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Alhamisi Desemba 18, 2025. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Inkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, ametaka kupunguzwa kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya mazungumzo ya simu na Rais Nicolas Maduro. Kundi la waasi M23 limesema limeanza kujiondoa katika mji wa Uvira Mashariki mwa DRC si, huku kukiwa na taarifa mbalimbali kwamba kundi hilo bado halijajiondoa halijendu katika eneo hilo. Na katika gumzo, tunaangazia hatua ya Marekani kuweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa baadhi ya mataifa Tanzania ikiwemo. Katika vikwazo hivi vya hivi karibuni vya usafiri, hii inaashiria nini haswa? Msimamo wa Trump kuhusu nchi za Kiafrika sio kitu kipya. Tokea awamu yake ya kwanza alionyesha wazi msimamo wake, na pengine nchi zetu zingejiandaa kwa hilo, kwa sababu yeye, tunajua mahusiano yake yeye ni yale ambayo ya maslahi yake. Nam, haya ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu Sarafina. Asante sana Nkia. Ujambo msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameshutumu Marekani kwa kujaribu kuigeuza nchi yake kuwa kama koloni yake, na katika hotuba ya wazi amesema jaribio lolote la mabadiliko ya serikali yake litashindwa. Kauli yake inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuzuia meli za mafuta zilizowekewa vikwazo, akisema Venezuela sasa imezingirwa na vikosi vya jeshi la Marekani. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote mbili kupunguza mvutano na rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ametaka kuwepo kwa mazungumzo ili kuzuia umwagaji umwagaji wa damu. Wakati huo huo, baraza la wakilishi la Marekani limepiga kura dhidi ya azimio ambalo lingemtaka rais Trump kuomba idhini ya bunge la Congress kabla ya kuishambulia Venezuela. Tuzo za Oscar zitaonyeshwa mubashara kwenye YouTube kuanzia mwaka 2029 baada ya kampuni ya teknolojia kushinda zabuni dhidi ya watangazaji wengine. The Academy of Motion Pictures Arts and Science imekuwa ikipeperusha sherehe hiyo kwenye idhaa ya Marekani ABC tangu miaka 1970. Inachukuliwa kuwa siku usiku mkubwa zaidi katika filamu. Tuzo hizo zitapatikana bila malipo kwa watumiaji bilioni mbili wa YouTube kote ulimwenguni. Watazamaji nchini Marekani watahitaji usajili wa YouTube TV. Mpango huu utaendelea hadi mwaka elfu mbili thelathini na tatu na unajumuisha haki za utangazaji wa zulia jekundu, matukio yote na tamasha la The Governors Ball. Taarifa ilisema tuzo za Oscar zitakuwa rahisi kufikia hadhira yake inayokuwa ya kimataifa kupitia vipengele vinavyojumuisha sha nyimbo za sauti na nukuu katika lugha nyingi. Shirika la Afya Duniani, yani WHO limeanza kongamano la kimataifa la siku tatu kuhusu tiba asilia katika mji mkuu wa India, Delhi. Zaidi na Estelombano. Nia ni kuwezesha mazoea ya uponyaji ya zamani kujumuishwa zaidi na mifumo ya kisasa ya utunzaji wa afya na kuwezesha uchunguzi wa kisayansi kupitia teknolojia mpya kama akili mnemba. Kupitia njia ya video, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya dawa za jadi katika nchi, jamii na tamaduni. Wahifadhi wanaonya kwamba mahitaji ya baadhi ya bidhaa zinazotumiwa katika dawa za asili huchochea usafirishaji wa wanyamapori walio hatarini kutoweka wakiwemo chui milia, faru na pangolini. Naam, sasa na baraza la kitengo cha juu la bunge la Brazil ni Senate limeidhinisha mswada wa kufupisha kwa kiasi kikubwa kifungo cha miaka 27 jela iliyotolewa na Rais wa zamani Jair Bolsonaro. Bolsonaro alipatikana na hatia ya kupanga mapinduzi baada ya kushindwa katika uchaguzi uliopita wa rais. Mswada huo ambao unaweza kupunguza kifungo chake gerezani hadi zaidi ya miaka miwili ulipitishwa na baraza la mawaziri wiki iliyopita. Sasa mswada huo utawasilishwa kwa Rais Luiz Inacio Lula da Silva ambaye anaweza kupiga kura ya turufu lakini hatimaye unaweza kubatilishwa na kongres. Hii ni BBC Muktasar wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Sarafina uh, Robi. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM redio washirika na kwenye intaneti katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Abud FM, Kenya ni unatupata kupitia Mwanedu FM, Uganda ni Voice of Busoga na iwapo upo DRC utatusikia kupitia redio Muungano Beni. Aidha, unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako, na tukipata nafasi tunayasoma moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu karibia. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kupunguzwa kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya mazungumzo ya simu na Rais Nicolas Maduro. Amesisitiza umuhimu wa kujizuia na kulinda utulivu wa kikanda badala ya kuongeza shinikizo kwa Maduro wakati Marekani ikitangaza kuzuiziwa meli za mafuta za Venezuela na kupeleka wanajeshi wengi eneo la Karibia. Zaidi na Esther Luambano. Marekani imetangaza kuweka mzingiro dhidi ya meli za mafuta za Venezuela huku ikiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo la kusini mwa bahari ya Caribbean. Venezuela imesisitiza kuwa usafirishaji wa mafuta kwenda nje utaendelea kama kawaida. Hali hii ya mvutano imewafanya viongozi wa kanda hiyo kuwa na wasiwasi, ambapo rais wa Meksiko Claudia Sheinbaum ametaka pande husika kukaa meza ya mazungumzo ili kuzuia umwagaji wa damu nchini Venezuela. Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuzizingira meli zote za mafuta zilizo chini ya vik zinazoingia na kutoka nchini humo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Hak ametoa kauli hii: kuongezeka kwa nguvu kubwa ya jeshi la majini round, la Marekani katika bahari ya Karibian. Rais Trump, Trump ameandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Venezuela imezungukwa kabisa na kwamba anaagiza kuzuiliwa kabisa kwa meli zote za mafuta zilizowekewa vikwazo. Hali hii ni ukiukwaji mkubwa Hatua hii inalenga kuongeza shinikizo kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye rais Trump anajaribu kuwasilisha hoja kuhusu kile alichosema ni mafuta ya Marekani yaliyoibwa, wizi uliofanyika miongo kadhaa iliyopita. Venezuela imesema balozi wake katika Umoja wa Mataifa ataripoti hatua hiyo kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kusisitiza kuwa wananchi wake pamoja na jeshi na polisi wako tayari kuilinda nchi yao. Kwa upande wake, Marekani imeishutumu serikali ya rais Nicolas Maduro kwa kuyatumia mapato ya mafuta kujigaramia pamoja na kufadhili biashara ya dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu. Hata hivyo, Venezuela inadai Marekani inalenga kuiba utajiri wake wa mafuta. Ni Esther Luambano. Kwingineko, kundi la waasi la M 23 limesema limeanza kujiondoa katika mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa na viongozi wa M23 sambamba na Congo River Alliance kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Hatua hii inakuja huku kukiwa na taarifa kinzani kwamba kundi hilo bado halijaondoka katika eneo hilo la mashariki mwa DRC. Zaidi na Sarafina Robi. Mwanzoni mwa wiki hii waasi wa M23 walisema wapo tayari kujiondoa ili kusaidia juhudi za upatanishi zinazoongozwa na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump kwa kushirikiana na Katara katika kutafuta amani kwenye vita vya muda mrefu kati ya waasi na majeshi ya serikali nchini DRC. Mapema mwezi huu kundi la M23 liliuteka mji Uvira, jirani na mpaka wa Burundi, chini ya wiki moja baada ya marais wa DRC na Rwanda kukutana na rais Trump mjini Washington na kuthibitisha upya dhamira yao ya mkataba wa amani wa Washington. Serikali ya Marekani imekosoa vikali utekaji wa mji huo ikisema ni tishio kwa juhudi za upatanishi. Cornelius Nanga, kiongozi wa muungano unaolijumuisha kundi la M23, amesema siku ya Jumatatu kupitia ukurasa wa mtandao wa X kuwa hatua hiyo ya kujiondoa ni hatua ya upande mmoja ya kujenga imani ili kuipa nafasi kubwa zaidi mchakato wa amani wa Doha wa kufanikiwa. Hata hivyo waziri wa mawasiliano wa Kongo, pia msemaji wa serikali Patrick Muyaya amelipuuzia tangazo hilo la kujiondoa kwa waasi wa M23 katika mji wa Uvira, akielezea hatua hiyo kama mbinu ya upotoshaji, akidai ni jaribio la kupunguza shinikizo dhidi ya Rwanda, ambayo serikali ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na mataifa magharibi ya magharibi yanaishtumu kwa kuunga mkono waasi. Rwanda imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Msemaji wa jeshi la kongo Sylvain Ekenge amesema mapigano yanaendelea kila siku mashariki mwa nchi hiyo inayokumbwa na mzozo. Hakuna siku inayopita bila mapigano katika eneo la Kivu kaskazini na Kivu Kusini, Ekenge ameiambia Reuters, akirejelea majimbo ambako waasi wa M23 wamefanya mashambulizi ya ghafla na kusonga mbele kwa kasi mwaka huu. Kwa upande wake, Rwanda ambayo inasema majeshi yake yapo mashariki mwa DRC kwa kile inachokiita hatua za kujilinda, imekanusha madai ya kuiunga mkono M23 na badala yake imelaumu majeshi ya Kongo na Burundi kwa kuchochea ongezeko la vurugu, ni taarifa yake. Serafina Robi, waziri wa maji nchini Tanzania, jumaa wasomekiri kwamba kiwango cha rasilimali za maji zilizopo nchini humo hakupaswi kuwepo ukosefu wa maji iwapo mipango iliyopo itatekelezwa kikamilifu kwa kuwashirikisha wadau wote ikiwemo sekta binafsi. Aweso ametoa kauli hiyo wakati wa mahojiano maalum na mwandishi mwandamizi wa BBC Floren Kejage, wakati jiji kuu la kibiashara la nchi hiyo Dar es Salaam lenye wakazi wapatao wa milioni saba likikumbwa na uhaba mkubwa wa maji kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Nchi yetu ya Tanzania si masikini wa vyanzo vya maji. Tunaziwa Tanganyika, tunaziwa Victoria, tunaziwa Nyasa, tuna mto Luvuma, tuna mto Rufiji, tuna mto Pangani. Hii mito ama maa maziwa yaunganishwe. Hii safari tumeshaianza ya national grid. Wengine wanaweza kaona labda bado tumekusha ianza kama tunavyoiona misiri ya umeme he, misiri ya umeme, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo yana maji mengi, kuna baadhi ya maeneo yana maji. Kwa mfano, kwa mfano, ukaona kwa mfano ukiangalia Kigoma, ukiangalia Katavi, wale wana wa Tanganyika lakini vipi Singida, vipi Dodoma? kati fulani iliwahi kuzungumzwa kuhusiana na habari ya maji ya bahari hmm. Lazima tukiweke, kama bahari ilikuwa chanzo mbadala pia cha chanzo vya maji katika jiji hili la Dar es Salaam. Lakini yapo maswali pia unaweza ukajiuliza, sababu kama tuna bahari tunatakiwa tuibadili yawe maji baridi, lakini mbona tunayo maji ambayo yanapotea bahari? kwa nini tusiyavune? kwa nini tusihifadhi ambayo tutatumia gharama ndogo, ili kuhakikisha kwamba watu watu wanaendelea kupata huduma maji. Na ndio maana uthubutu na political willing kwa maana ya utashi wa kisiasa juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda na mabwawa haya mengine nadhani huo ndio uelekeo sahihi. Pamoja na kujivunia kwamba tuna vyanzo vingi, lakini lipo swali la kujiuliza kwamba wapo wazee wetu miaka ya nyuma walikuwa wakichezea chemchemu walikuwa wanachezea mito na. Mbona haipo leo? Iko wapi? Kwa hiyo hii rasilimali tuliokuwepo tuna lazima tuilinde kama mboni ya jicho. 2022 kulikuwa na matatizo makubwa sana ya maji ambayo yanafanana fanana na hili lililopo sasa hivi katika Dar es Salaam na pwani kwa sababu ya Ruvu chini na Ruvu juu kuwa na upungufu mkubwa wa maji mwishoni mwa robo ya mwisho wa mwaka, mamlaka ya hali ya hewa ilisema kuhusiana na hali ya upatikanaji wa mvua. Kuna sehemu ambako unafikiri kwamba wizara, ama watu wanaohusika na maji, ikiwemo wizara kwamba ingechukua hatua kabla athari hizo zijatokeza, ambazo tunazishuhudia sasa hivi? Hatua tumechukua. Ndio maana nilisema miaka 22 23, kwenye mwezi wa 11 mpaka kwenda kwa 12 pale, kwenda mwaka 2023, moja jitihada ni kuboresha mabonde yetu baada ya kupata ile athari ona kwamba lazima haya mambo yanayojitokeza hayo mafunzo tumeboresha mabonde yetu ambayo yenye usimamizi wa rasilimali za maji. Lakini la pili sheria zetu zilikuwa bado hazijabana hasa katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji. Tumefanya mabadiliko ya sera, lakini tumefanya mabadiliko ya kisheria, lakini tukafanya hili jambo lazima liwe shirikishi. Na jihana, rika, ao, BBC hapo Dira ya Dunia baada ya jioni, na sasa Florence Kajega amefika hapa kwa ajili ya habari za michezo. Oh, yes. Asante sana David Mkya. Nigeria imewasilisha malalamiko katika shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA ikituhumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwatumia wachezaji wanaotumia hati za kusafiria za mataifa mengine wakati timu hizo mbili zilipokutana katika hatua ya mtoano Afrika kufuzu kombe la dunia, na Nigeria kutupwa nje kupitia changamoto ya mikwaju ya penalti. Nigeria imedai wachezaji hao hawakuwa na uhalali kwa sababu shh, sheria za DRC haziruhusu uraia pacha mm -hmm. DRC yenyewe inasema Nigeria inajaribu kufuzu kombe la dunia kupitia mlango wa uani mm -hmm. DRC ambayo haijacheza fainali za kombe la dunia tangu mwaka 1974 nchini Ujerumani ina ngoja hatua ya mwisho ya kufuzu mwezi Machi katika ngazi ya mabara mm -hmm. Kombe la ligi maarufu Carabao huko England limeshuhudia manchester United na Newcastle United zikifanikiwa Manchester City na Newcastle United zikifanikiwa kutinga nusu fainali eh, baada ya kupata ushindi wa mawili kwa sifuri dhidi ya Brentford na mambili moja dhidi ya Fulham mtawalia. Sasa katika hatua hiyo ya nne bora Manchester City itakabili Newcastle, huku Chelsea iliyofuzu juzi Jumanne ikikabiliana na mshindi kati ya Arsenal na Crystal Palace. Mm. Bingwa mara sita mashindano makubwa ya tenisi Carlos Alcaraz ame tengana na kocha wake Juan Carlos Ferrero katika hali ya kushangaza. Alcaraz mwenye umri wa miaka 22 amefanya kazi na Mhispania mwenzake tangu kijana, lakini alitangaza Jumatano kwamba wawili hao wanaamua kuachana kabla msimu wa 2026. Si mchezaji bora huyo wa dunia wala Ferrero ambaye ametoa sababu ya kutengana, lakini BBC Sports inaelewa Ferrero hakutaka kuliacha jukumu hilo mm -hmm. Draw ya hatua ya mtoano wa klabu bingwa Ulaya inatarajiwa kufanyika hii leo Alhamisi. mm -hmm. Timu mbili za Uingereza, mabingwa watetezi ya Arsenal na Manchester United wanaoshiriki wana kwa mara ya kwanza, watajua wapinzani wao katika hatua hiyo ya mtoano, huku Chelsea ikiwa imefuzu moja kwa moja kwa hatua ya robo fainali. AFCON inaanza Jumapili nchini Moroko. mm -hmm. na Tanzania kuna tetesi kocha wa timu ya taifa aliyeko huko Moroko Gamondi kwamba anaweza kuelekea Msimbazi. Sisi ya kwetu wana ni macho na masikio.